Ukitazama role na responsibility kubwa ya ofisi ya mkemia mkuu wa serikali kwa hii sheria moja, itakuwa ni advisory services kwa, kwa regulatory body ambazo zitakuwepo mbalimbali. Na sisi kwenye kamati tulilitazama sana hili kwamba kusiwe na kuingiliana mamlaka, lakini vilevile vile, ukitazama part 5 ya sheria hii section 20 subsection 1, anasema there shall be within the authority a laboratory responsible for matters related, for, related to forensic science. Na forensic science, Mheshimiwa Naibu Spika, ni application ya sayansi kwenye criminal and civil laws whereby forensic scientists watafanya kazi za kucollect, analyze na preserve scientific evidence during course of an investigation. Na hapa ndipo inapokuja concept ya kuwepo kwa mtu anayetoka jeshi la polisi kwa na mimi ningeiomba, serikali kwa kuwa kumekuwa na dhamira ya wazi ya kuempower na kumekuja kwa sheria hii. Tatizo linalojitokeza mara nyingi kwenye serikali, jambo linalofanywa na mkono wa kulia mkono wa kushoto wanakuwa hawana taarifa. Kwa hiyo unaweza ukakuta kesho na kesho kutwa, waheshimiwa wabunge, tunakuja kupitisha bajeti hapa ya kuweka fedha nyingi labda kwenye maabara ya jeshi la polisi, Lakini function hiyo inaweza kufanywa vizuri kabisa na unity ndani ya mkemia mkuu wa serikali. Na huko mbele tunakokwenda, role ya mkemia mkuu wa serikali pamoja na kuwa ukiangalia nchi zingine, nchi kama Uingereza Unity hii imewekwa kwenye idara inayohusika na development for business and energy and industrial strategy, kwa sababu ita provide advice kwenye masuala ya viwanda, na kwa kuwa serikali ina dhamira na imeonyesha nia ya kufanya nchi hii kuwa ya viwanda kuna obligation kubwa ya kumwimpawa mkemia mkuu wa serikali katika kipindi cha miaka mitano na miaka kumi ijayo ili kuifanya maabara hii iweze kuweza kutimiza na kufikia malengo ambayo yamekuwa yamewekwa. Mheshimiwa Naibu Spika, tunazo taasisi kama TFDA na mimi nimpongeze waziri pale ambapo mtu anakuwa na dispute wakati kwenye kamati nimekuja wazo hili ilikuwa ni kwamba referral point iishie kwa waziri tu, lakini mimi nimshukuru na serikali ni washukuru kabisa na ofisi ya AG kwa kukubali kumpa mtu haki ya kwenda mahakamani pale ambapo hakubaliani na maamuzi yanayofikiwa na mkemia ya mkuu wa serikali. Mheshimiwa naibu spika, kuna hii bodi ambayo imeanzishwa na kwa kuwa serikali imeamua kuanzisha hii professional board, na kwa sheria kuna kipengele ambacho kinawataka wanafunzi wanaosoma kemia kwenda kwenye practicals, na sasa hivi tumeona na tunapowatazama hawa wataalam, ndio hao tunao kwenye maabara zetu za hospitali, ndio watakao kuwa chini ya bodi hii. Ninaishauri serikali umefika wakati tunavyopitisha sheria, mwanze kujua kuna budgetary implication. Muanze kuplan namna gani wanafunzi watakaokwenda field wanaosoma kemia ni namna gani mnawaaccommodate katika bajeti za serikali, kwa sababu itakuwa ni unfair. Daktari yuko hospitali ya wilaya ya Nzega ambaye ameenda pale intern analipwa, lakini mwanafunzi aliyeenda pale kwenye maabara ya hospitali ya wilaya ya Nzega ambaye anatakiwa kwenda intern kisheria, halipwi. Kwa hiyo mimi naishauri serikali, sheria hii inawaletea budgetary implication kwenye maeneo mengi, ni vizuri sana kuanza kufikiria inapoanza implementation ya sheria hii, hasa wanafunzi tunaoandaa katika sekta hii waanze kutengewa fedha wanapokwenda kwenye intern wawe wanalipwa. Ningeiomba serikali uharakishwaji wa kutunga kanuni za kwenda kuifanya sheria hii iwe operational. Itakuwa ni jambo la kusikitisha kwamba tunapitisha kama bunge, inaenda kwenye makabati, inaenda kukaa miaka mingine miwili mitatu kuweza kuifanya operational sheria hii. Maabara ya mkemia mkuu wa serikali ni strategic unit, ni muhimu sana. Serikali inapokuja na bajeti mwaka kesho au mwaka kesho kutwa, kama itakuwa tayari imekuwa operational, iwe na voti yake. Itakuwa ni ajabu kama itaenda kufichwa ndani ya kwapa la wizara ya afya, kuwa kama ka unit kanategemea fedha kutoka wizarani.